Sana. Ndio, mjangu. Karibu. E, mimi naitwa Hamisi Maluli Mjia Ndio. Ni mwenyekiti wa mtaa wa miti mirefu hapa tulipo sasa hivi. E, niseme tu kwa ujumla wananchi wa Mwanza, E, mwenye macho haambii utizama, ona mwenyewe, na haka nika sehemu kadogo tu watu walivyoitika, ina maana wanaonyesha kwamba mama wanampenda kiasi gani. Yote ni kwa sababu gani? Unaona barabara iliyoko pale Mama ametuletea wanabuhongwa, mama anatujengea barabara hii hapa tulipo sasa hivi, mama ametujengea mazahanati, kuna zahanati hiyo hapo tunaiona, na kituo cha afya kiko pale mbele, panaitwa Bulale. Mama mashule yote tunaona mpaka sasa hivi. Ya zamani yamekarabatiwa na yale yaliyo mapya, ukizunguka tu hapa utaona mwenyewe. Sasa tumpe nini mama zaidi ya heshima hii.